Karibu sana Rabaone. Kama ni mara ya kwanza, basi nitakuomba usubscribe ili tuende sawa. Aa, leo bwana, tunataka tuongelee kuhusiana na namna ambavyo unaweza ukapata passport online, yaani yani kuapply passport ukiwa nyumbani kwako, na taratibu nini kinachofanyika, utafanyeje? Basi kana mimi hapa nikuonyeshe hatua moja baada ya nyingine hadi utakapopata passport yako. Karibu. Passport bwana, ni kitu cha ulazima, niseme ni kitu cha ulazima kwa kila mwananchi, lazima awe na passport. Sema tu ni vile aa, sisi walio wengi tunaona ni vitu ambavyo sio vya umuhimu sana. Mwingine anakuambia mimi nitachukua passport nitaenda wapi? Lakini ni kitu cha muhimu sana, kila mwananchi awe na passport yake Sawa. Aa, unapo apply passport, kuna vitu lazima uwe umejipanga navyo. Kitu cha kwanza ambacho lazima uwe nacho ni pesa, yani pesa na maana kwamba ada ya kuombea ile, ile, ile, ile, ile passport. Mara nyingi ni laki nanusu labda kama iwe imepanda siku hizi, lakini huwa ni laki a nusu saa hiyo ni ilelakimo anusu, lakini kuna hizi passport hizi za, hizi za arura hizi wanasema hizi za nchi hizi za karibu, yani za East Africa, mara nyingi n shiringi 2020. ile kubwa lakimojnanusu hizi za kawaida ishiini uh, sawa? Lazima uwe na barua, lazima uandike barua, una apply unaomba hii pasipoti kwa niaba gani, sawa eh? Lazima uwe na barua, na ngoja nikuonyeshe mfano wa barua ambayo unaweza ukaandika mojawapo. Mfano wa barua, mfano wa barua ni kama huu hapa. Unatakiwa uandike kama hivi unavyoona. Hii ndo barua ya namna ambavyo unaweza ukaandika. Hii ndo barua ya maombi Unaandika Kamishina Jenerali wa Uhamiaji, PO Box 512 Dar es Salaam. Yahusu ya maombi ya pasipoti, sawa. Kichwa cha habari tajwa hapo juu, maombi ya pasipoti. Mimi ni Mtanzania, naomba pasipoti ili nisafiri kwenda wapi. Mimi niliandika kwenda China kwa sababu nilikuwa na safari za kwenda China, nikaandika naenda China. Wewe kama unaenda Marekani utaandika unaenda Marekani. Kama unaenda Uingereza utaandika naenda Uingereza. Kama unaenda Australia, hivyo hivyo, sawa. Alafu mwisho unaweza ukamaliza hapa. Mfano, mimi nilipomaliza, nilimaliza kwamba nitashukuru sana endapo maombi ombi langu uh, utalifanyia utaliona na kulifanyia kazi, wako mtiifu katika u, ujenzi Uh, wa taifa Nasro kijana Rajabu. Nikawa nimemaliza hapo. Usiandike mengi sana, hapana, ni mistari kadhaa tu. Mfano una moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane na tisa nikafunga. Kwa hiyo ni kidogo tu. Na hii unatakiwa uiandike uitap, sio kuandika kwa mkono, unatakiwa uandike kwa kutumia nini? Kwa kutumia kompyuta. Unaweza kaenda stationery pia wako kwa kuandikia, lazima uwe na hicho kitu. Aa, kitu kingine lazima uwe na passport size kitu kingine lazima uwe na uh, cheti cha kuzaliwa. Na hiki cheti cha kuzaliwa, kunahitajika vyeti viwili. Kunahitajika cheti cha kuzaliwa cha kwako wewe, kunahitajika cheti cha kuzaliwa cha baba au cha mzazi. Mara nyingi huwa ni baba ndo wanachukua nani cheti chake. Mama mara nyingi hawaombagi, wanaomba cha baba. Alafu lazima uwe na namba ya NIDA au uh, cheti cha taifa, nikiwa na maana hiyo cheti cha taifa au namba ya NIDA. Lazima uwe na hivyo vitu. Ukishapata hivyo vitu sasa unatakiwa sasa unakuja. Aa, unakuja sasa unafungua browser yako yoyote ambayo wewe unaitumia. Aa, kwenye passport size lazima uwe na copy mbili za passport size, yani lazima uwe na aina mbili za passport size. Lazima uwe na passport size ambayo utakuwa nayo kwenye kompyuta yako ama kwenye simu yako ambayo utaiupload kwenye yale, kwenye ile fomu, na pia lazima uwe na, na passport size nyingine ambayo ni, ni ya picha sasa. Kama picha sawa. Utakuja hapa, mfano utaingia hapa, utaandika www.immigration.go.tz. Hii ndio tovuti uh, official tovuti ya, ya, ya, ya uhamiaji Tanzania. Kwa ukigusa hivo, kama mtandao wako uko vizuri, inawahi kufunguka, na kama mtandao wako uko slow inaweza ikachelewa kufunguka, sawa. Okay, naona imefunguka. Hii ndo tovuti ama website rasmi ya, ya uhamiaji Tanzania. Kwa hiyo hapo unaweza ukakutana na vitu vingi, kama unataka kusoma uielewe zaidi unaweza ukakutana nayo hapa. Na kamishina generali wa, wa, wa, wa, wa uhamiaji ni huyu hapa, anaitwa Dr. Anna P Makakala. Huyu hapa hapa uh, ni Kiingereza ndio kimeandikwa hapa. Kama una uwezo wa Kiingereza unakuja hapa hapa unagusa hapa, unabadili lugha ambayo wewe unaifahamu. Kuna Kiingereza, kuna Kichina, kuna Kifaransa, Kihindi, Kiitaliano, Rasia na Kiswahili. Mimi nitagusa Kiswahili. Sasa hii kwa Kiswahili, kuna muda inachukuaga nafaa nini ku kulod, yaani kutranslate. Sema Kiswahili cha mtandaoni sio poa, ni kigumu sana <laughs> sasa, Inategemeana unahitaji nini hapa. Kuna huduma zote ambazo unaweza ukazipata, labda mfano kuhusu, kuhusu, kuhusu sisi, yani kuwahusu wao Immigration, ukitaka kuwasoma zaidi. Huduma za uhamiaji ziko hapa, huduma uh, za kielektroniki ziko hapa, ada za nini labda za visa za nini ziko hapa, notisi za kwa umma uh, vipakuliwaji vipaku au vipakuliwa uh, na nafasi za kazi vyote viko hapa. Unaweza ukapita kwa muda wako ukasoma. Sisi tunakuja hapa chini hapa passport, ETD visa au permit. Kwa hiyo hivi vyote unaweza ukaapply ukiwepo hapa hapa mtandaoni kabla ujaenda kwenye ofisi husika kwao. Sisi tuingie hapa kwenye passport. Tuombe au tuapply, okay. Uh, unapofungua hapa kuna kuna nini, zinakuja taarifa. Usome hizi taarifa vizuri ili uelewe nini una, unaomba Sawa, unaweza ukapitia ukasoma, na hapa passport kama unavyoziona hapa wameandika NB bila kujumuisha hati ya kusafiri, ya kusafiria ya mkataba wa Geneva na cheti cha utambulisho, aina nyingine zote za pasi zikiwemo hati za safari za dharura zinaweza kutumika mtandaoni kupitia kiungo kifuatacho. Tuma passport sasa, tumia hati za usafiri wa dharura sasa. Ni wewe unahitaji ipi? Unahitaji passport kubwa au unahitaji ya dharura, sawa eh? na hapa chini, hapa chini kuna mahitaji ambayo uh, mahitaji ambayo unayeomba, unaye lazima uwe nayo. Cha kwanza kuna cheti cha kuzaliwa au hati ya kiapo cha kuzaliwa au cheti cha uraia kwa mwombaji. Ndo hiyo nikuambia, lazima uwe na NIDA au unaweza ukaenda mahakamani ukaapa, alafu ukaandikiwa, ukaleta kile cheti ndo utakacho kijaza ki sawa A. lazima uwe na cheti cha, cheti cha kuzaliwa au hati ya kiapo cha kuzaliwa au cheti cha uraia cha mzazi au wazazi wa mwombaji. Yani hapa lazima uwe na cheti aidha cha kuzaliwa cha mama au cha baba, lakini mara nyingi kinahitajika cha baba, kwao lazima uwe nacho. Ah, uh, kitambulisho cha taifa NIDA lazima uwe nayo. Ah, uh, hivi majuzi sijui walikuwa na maana gani, hivi majuzi futa picha moja ya ukubwa wa pasipoti itapakuliwa hapa. Ndio zile picha nilizokuambia, lazima uwe na picha ya pasipoti ambayo moja itakuwa uta, utaiweka hapa na nyingine utaenda nayo kule na zingine utaenda nazo kule, kwa niaba ya dharura unaweza kuomba. Sawa na cha tano kabisa ni ada, ada ada ni kuambia ni laki moja na nusu bado iko ile ile haijabadilika kwa passport, na elfu ishirini kwa hati ya kusafiri. Hii ni zile nini za dharura, kwamba ukiandikiwa kwamba umetoka labda Tanzania unaenda labda wapi, mfano Kongo, uh, Burundi, Uganda, Rwanda, uh, Kenya, Zambia, Malawi, hizi yani unaandikiwa zile e, za, za, za, za haraka ambazo hizo zi huwa zinadumu ndani ya, ya miezi mitatu tu zinaisha. Kwa wewe unahitaji kitu gani? Mimi tunahitaji pasipoti, tunagusa hapa. Okay, tukigusa hapa tuna, tuna nini? Tunaingia hapa kwenye passport. Ziko nyingi hapa, kuna visa, kuna residence permit, kuna passport, kuna pass. Wewe unagusa ipi? Utagusa hii hapa passport. Okay, apa kwenye pasipoti unaweza ukaja hapa ukaangalia mfumo wa pasipoti ukanini uka ukasoma hapa, unatakiwa usome ujipe muda wa kusoma. Sawa, mi naenda ku om, ombi jipya. Tagusa hapa kwenye ombi jipya, hapo kwenye ombi jipya wanakuambia taarifa za msingi. Sawa, a, chagua aina ya ombi, unachagua aina ya ombi hapa, ombi jipya sawa. Sasa hapa twende vizuri hapa kwenye aina ya ombi ni kwamba unaweza ukachagua ombi jipya, pasipoti imejaa, au pasipoti iliyopotea au kuharibika. Kwa hiyo vitu vyote viko hapa, unaweza ukaomba we kitu gani ambacho unahitaji kukiomba. Kukiomba kipi unahitaji kukiomba, unaweza ukaja hapa uka, ukaangalia kipi ambacho unahitaji kukiomba. Mfano sisi tunaenda kwenye ombi jipya, sawa. Ah, uh, ombi jipya tunaanza na namba ya simu namba ya simu ya mwombaji, kwa tutaweka hapo mfano 07 75564 5337. Ni namba ya mfano tafadhali, ila wewe utaweka namba yako ambayo ni, ni sahihi. Okay, tunakuja <tutu> okay, tunakuja Uh, eneo la muombaji ya uh, nchi ni Tanzania, ndio tupo mahali ofisi ambapo ombi litashughulikiwa. Mfano tuguse hapa, ni eneo lipi? Chagua eneo Tanzania bara au Zanzibar, yaani Tanzania visiwani. Kama huko Tanzania visiwani unatakiwa uandike Zanzibar, kama huko Tanzania bara unatakiwa uandike Tanzania bara. Mimi nimeandika Tanzania bara, sawa, sasa kwa leo tuishie hapa. Nadhani uh, somo hili nitaliweka na namba mbili ili, ili yasiwe ya marefu sana. Akiwa mafupi, unaelewa zaidi, lakini akiwa marefu unapoteza wapi ulikoanza. Sasa leo tuishie hapa, video inayofuata tutakuja kuendelea kutoka hapa tulikoanzia na kwenda huko mbele hadi tutakapoenda kupata pasipoti yetu. Karibu.